na wafuatiliaji wa channel ya Mponda Media, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa na masomo yetu. Kwa mara nyingine, leo tutakuwa na tafsiri za ndoto za jinni, taawilu ruya aljini, tafsiri za ndoto za jinni. Naam, wapenzi wa tazamaji, anasema al ustadh Abu Saidi rahimahullahu taala anasema maraa annahu tahawala jinniyan. Anasema Abu Saidi, mwenye kuota ya kwamba amegeuka kuwa jini, yani umelala usingizini ukaota ya kwamba umegeuka kuwa jini, anasema ndoto hiyo maana yake ni kupata uwezo usio wa kawaida. Maana yake wewe uliota utapata uwezo usio wa kawaida kama tunavyojua ma, e, tunavyojua kwamba majini ni viumbe wenye uwezo usio wa kawaida. Kwa hivyo ukiota umegeuka kuwa jini, umekuwa jini usingizini, maana yake utapata uwezo usio wa kawaida au ushawishi mkubwa maishani, yaani utakuwa ni mtu mwenye ushawishi mkubwa katika maisha yako. Lakini anaendelea anasema, waruu ya saharatu ljini. Na ukiwaota wachawi wa kijini usingizini, yani ukiwaota majini wa kichawi, majini wa kichawi filmanami usingizini, anasema, tadulu ala alghilani, ndoto hiyo inamaanisha kuna hatari kuna udanganyifu, kuna hatari imejificha katika maisha ya wewe uliyoota, lakini hauijui, lakini kuna hatari ndani yako imejificha. Tadulu ala lghilan, maana yake inajulisha udanganyifu, inajulisha hatari iliyojificha maisha ni mwako, ukiwaota wachawi wa kijini, yani majini wachawi. Naam, lakini anaendelea anasema, al-ustadh Abu Saidi rahimahullah, anasema fa idha raa linsanu e, fa idha raa linsanu fi manamihi ljinna, ikiwa mtu ata ata atamuota katika usingizi wake jinni waqifatun, amesimama karibu na nyumba yake, yani ukimuota jinni amesimama karibu na nyumba yako, Anasema ustadh fa inna ru'yahu tadullu ala ihda thalath khiswali, anasema ndoto hiyo inajulisha moja kati ya mambo matatu. Ndoto hiyo inajulisha moja kati ya mambo matatu, ukimuota jini amesimama karibu na nyumba yako e, kwanza imma ala alkhusran kwanza inamaanisha hasara. Hasara maana yake utapata hasara, ima katika biashara zako au katika jambo lako lolote ambalo unalifanya ukitarajia faida, basi jambo hilo hautapata faida zaidi ya hasara. Au ala hawanin, au ndoto hiyo itakuwa inamaanisha udhalili, utadhalilika, utaaibika. Kuna jambo litakufika ambalo litakufanya udhalilike, litakufanya uaibike, litakushusha hadhi yako. au ala anna alaihi nadhara lam yufi bihi, au ndoto hiyo inaweza kumaanisha kuna nadhiri wewe uliiweka, lakini haujaitekeleza ile nadhiri yako, kwa hivyo unatakiwa ujiangalie kama kuna jambo uliweka nadhiri kwamba Mwenyezi Mungu akinijalia, eh, nikipata gari mathalan, basi nitatoa mifuko kumi ya saruji msikitini, ama eh, nitawalisha mayatima mia mayatima mia mbili, ama nikipata mtoto Mwenyezi Mungu akinijalia nikipata mtoto wa kike, eh, nitafanya jambo kadhaa. Basi hiyo nadhiri unatakiwa kuitekeleza, unatakiwa kuitekeleza. Ukimuota e, jini usingizini amesimama karibu na nyumba yako, maana yake kwamba wewe kuna nadhiri uliiweka haujaitekeleza. Lakini al Ustadh Abu Saidi rahimahullahu anaendelea, anasema fa inna fa iraa ka annahu yuallimu aljinna alqur'ana au yastami'unahu minhu ruziqa alriyasa walwilaya. Anasema, na ukiota usingizini ka annahu kama vile yuallimu aljinna eh, mtu akiota kama vile anamsomesha jinni alqur'ana anamfundisha jinni Qur'ani, yani umelala ukaota unamsomesha jinni Qur'ani, unamfundisha au yastami'unahu au e, jini wanakusikiliza, wanakusikiliza, majini wanakusikiliza hue unasoma wana Qur'ani wao kusikili, wanakusikiliza, yastami'unahu minhu. Basi anasema ustadhi, ndoto hiyo maana yake ruziqa riyasa walwilaya, utaruzukiwa uongozi na utawala. Mwenyezi Mungu atakujalia utakuwa mtawala ama Mwenyezi Mungu atakujalia utakuwa rais, maana yake utakuwa kiongozi, kwa sababu rais maana yake ni kiongozi liqaulihi ta'ala, kwa ushahidi wa maneno ya Allah aliposema katika Suratul Jini aya ya kwanza baada ya a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim qul uhiya ilayya annahu istamaa nafaru min aljinni, Allah anamwambia mtume sallallahu alayhi wasalama, sema ewe Muhammad, kuwaambia watu uhia ilayya, nimefunuliwa eh, nimefunuliwa au imefunuliwa kwangu, annahu ya kwamba, istamaa nafaru min aljinni, lilisikiza kundi eh, kuna kundi la majini lilisikiza Qur'ani istamaa nafaru min aljini , walilisikiza kundi la majini wakati mtume sallallahu alaihi wasalama akisoma Qurani. Kwa hivyo, ukiota unawasomesha majini Qurani au majini wanakusikiliza wewe unasoma Qurani, ndoto hiyo maana yake Mwenyezi Mungu atakuruzuku uongozi au utawala mamlaka, utakuwa ni mtu mwenye mamlaka makubwa katika maisha yako, kama alivyokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wasallama. Naam, nam shekhe. Ama ustadhi Abu Saidi anaendelea anasema: fa inraa ana ljinna dakhalu darahu wa amalu fi darihi amalan. Anasema ustadhi, na mtu akiota fa inraa basi mtu akiota usingizini anna aljinna, ya kwamba majinni dakhalu darahu, wameingia ndani ya nyumba yake, yaani ukiota kuna majini wameingia ndani ya nyumba yako. Wa amalu fi darihi amalan, na wakafanya katika nyumba yako jambo lolote lile basi. Fa inna lususa yadkhuluna darahu, ndoto hiyo maana yake kuna wezi wataingia ndani ya nyumba yako, kuna wezi wataingia ndani ya nyumba yako. Wayadhurru bihi, na watamdhuru huyo mtu mwenye hiyo nyumba. Kwa hivyo ni ndoto mbaya sana ukiota e, majini wameingia ndani ya nyumba yako, hiyo ni ndoto mbaya. Ukiamka unatakiwa kumuomba Allah subhanahu wataala, akukinge na shari za ndoto kama hiyo. Uh, au yahjimu alayhi adauhu fi baitihi naam. Lakini katika ndoto hiyo hiyo ya kuota majini wameingia ndani ya nyumba yako pia yamaanisha eh, yuh yahjimu au yuhjam alayhi eh, kuvamiwa juu yake adauhu na maadui zake fi baiti, maana yake kuna maadui zako watakuvamia ndani ya nyumba yako watakuhujumu watakuvamia ndani ya nyumba yako, kuna maadui watakuvamia ndani ya nyumba yako. Naam, sasa anasema al ustadhi Abu Saidi, wal aslu fi ruuya ljinni, na kimsingi kuwaona majini usingizini, kimsingi kuwaona majini usingizini, anasema wal aslu fi ruuya ljinni anahum ashabul ashabul ihtiyali liumuri dunya wa ghururiha. Kimsingi e, kumwona jini usingizini ni kwamba hao majini ni viumbe wenye hila na udanganyifu katika mambo ya kidunia. Yaani majini wana hila, yaani ukiota ndoto za majini kimsingi ni hila na udanganyifu katika mambo ya kidunia eh, udanganyifu na hila katika mambo ya kidunia manake, utafanyiwa hila sana katika mambo yako ya kidunia na utadanganywa sana katika mambo yako ya kidunia. Kwa hivyo muombe Allah Taala, eh, ukiota ndoto kama hizi, Mwenyezi Mungu aku, akukinge na udanganyifu na akukinge na hila na akukinge na maadui zako. Mwisho ndugu yangu mtazamaji, kwa mahitaji ya tafsiri ya ndoto zako binafsi tuna tafsiri kwa sadaka. Ukihitaji tukutafsirie ndoto zako binafsi, yani umelala ukaota ndoto zako ukaamka unataka tafsiri, tafadhali. Ndoto binafsi hatutafsiri bure, hatutafsiri bure. Lengo ni kutuwezesha, kwa sababu channel yetu ina mahitaji mengi. Tunahitaji kamera kwa ajili ya kuboresha chaneli yetu, kueditia video zetu, kadhalika tunahitaji i mean kurekodia video zetu. Tunahitaji laptop kwa ajili ya kueditia video zetu. Tunahitaji st stendi. E, tunahitaji taa, tunahitaji green screen wa ila madhalika. Kwa hivyo inshallah taala, ukihitaji tafsiri ya ndoto zako binafsi utachangia sadaka ili tukutafsirie ndoto zako. Nambari zetu za simu ni sifuri sita tano mbili ishirini na nane sitini na tatu ishirini na tatu. Jina litakuja Shabani Mponda. Nambari sifuri sita tano mbili ishirini na nane sitini na tatu ishirini na tatu. Wallahu aalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.